Yes bwana, mambo vipi? Kama kawaida, I hope uko poa na unaendelea vyema kabisa. Kupitia katika website ya Jeshi la Zimamoto tayari wameweka tangazo eh, official la kuitwa kwenye usaili kwa wale wote waombaji ambao waliomba ajira hizi na wamefanikiwa kupita katika hatua ya awali ya mchujo. Katika tangazo hilo linazungumza kama ifuatavyo: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kuitwa kwenye usaili. Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji anapenda kuwatangazia kwa, kwa vijana wote walioomba ajira za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupitia mfumo wa Zimamoto Recruitment, yaani ajira.zimamoto.go.tz. Usaili utafanyika kuanzia tarehe 4 april tarehe 5 Aprili 2025 hadi tarehe 17 Aprili 2025 kuanzia saa moja kamili asubuhi kwa kila fundi, kwa kila kundi. Waombaji waliomba ajira kwa elimu ya kidato cha nne usaili wao utafanyika kuanzia tarehe tano hadi tarehe tisa Aprili 2025 saa moja kamili asubuhi kwenye mikoa e, waliochaguliwa wakati wa kutuma maombi. Waombaji wenye elimu ya shahada na taaluma mbalimbali usaili wao utafanyika katika ukumbi wa Andengenye, makao makuu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wa Dodoma, kuanzia tarehe 14 Aprili hadi tarehe 17 Aprili 2025 saa moja kamili asubuhi kwa kila kundi. Zingatia yafuatayo: Mmoja, kila mmoja anatakiwa kufika kwenye usaili siku na tarehe aliyopangiwa na si vinginevyo. Mbili, kuwa nadhifu na kuvaa mavazi ya staha. Tatu. kufika na vyeti vyote halisi vilivyotumika kwenye maombi ya ajira kama vile cheti cha kidato cha nne e, kidato cha sita, cheti cha taaluma, cheti cha kuzaliwa pamoja na kitambulisho cha taifa au namba ya kitambulisho cha taifa NIDA. Namba nne. Kwa walioomba nafasi ya udereva, pamoja na maelekezo hayo, wanapaswa wanatakiwa kuja na leseni halisi ya udereva daraja E. Tano, gharama za usafiri, chakula na malazi ni juu ya msailiwa kwa muda wote atakaokuwa kwenye usaili. Vijana wanaofanya usaili makao makuu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wazingatie tarehe zao za usaili. Aidha, atakayekuja tarehe ambayo haijapangwa hatapokelewa. Orodha ya vijana waliochaguliwa kufanya usaili pamoja na makundi hayo inapatikana katika tangazo hili kupitia e, tovuti ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji www.zimamoto.go.tz. Tangazo hili limetolewa na Kamishna Jenerali Jeshi la Zimamoto na Uokoaji makao makuu Dodoma tarehe 30 Machi 2025. Hivyo upatapo taarifa hii tafadhali yamjulishanamuzie kama kawaida eh. Mimi ni Teacher Sharak, na katika video ijayo nitakupa possible ya maswali ambayo huwa yakiulizwa mara kwa mara kupitia katika usaili wa jeshi la zimamoto. Endelea kubaki nami, subscribe channel hii uwe wa kwanza kupata details hizi muhimu na haraka zaidi.